Na mtazamaji wa Faida Online TV ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenani Sawala akiwasili katika viunga vya mamlaka ya mapato Tanzania TRA hapa mkoani Mtwara tayari kwa ajili ya kushiriki moja kwa moja uzinduzi wa dawati la uwezeshaji biashara katika mkoa huu wa Mtwara, katika shughuli hiyo iliyofanyika siku ya Septemba 29, 2025 katika viunga hivyo vya TRA Mtwara. Faida Online TV watu wa fridi pas na hiana tumefika na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Hapa tukamsikilize kwanza meneja wa TRA mkoa huu wa Mtwara, Bi Maimuna Khatib akizungumza siku ya leo. Tutakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi uzindue dawati hili maalum la uwezeshaji biashara hapa mkoani Mtwara. Majukumu ya makuu ya dawati hili ni kuwatambua, kuwalea na kuwawezesha wafanyabiashara wote walio kwenye sekta rasmi na wale ambao wasio katika sekta iliyo rasmi hususan vinavyohusika na sekta isiyo rasmi pamoja kifeda na taasisi za kifedha kwa lengo la kuweka mipango ya pamoja ya kutoa huduma kwa wafanyabiashara na kuhakikisha wanakuwa kiuchumi kwa njia endelevu. TRA kwa kutambua baadhi ya changamoto za sekta isiyo rasmi, itawatambua, itawaelimisha, itawashauri na kusaidia kupata namba za mlipa kodi tini na hati safi za kodi tax clearance certificate. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba na nitoe tafsiri ya malengo ya dawati maalum za uwezeshaji biashara watambua ni pamoja na kuwasajili wafanyabiashara na wajasiriamali walio kwenye sekta rasmi na wale ambao hawako ndani ya sekta ambao hawako kwenye sekta ambayo isiyo rasmi. Kujenga kanzu data, database inayotambulisha maeneo ya biashara, aina ya shughuli za shughuli za kiuchumi wanazozifanya na mazingira yao hadisi. Kuwasikiliza ni pamoja na kusikiliza na kufahamu changamoto na zinazokuwa nazokabiliana nazo kuwaelimisha na kuwashauri na kulinda biashara zao ili ziendelee kwa njia endelevu na kuwawezesha. Kuwawezesha ni pamoja ni kutatua changamoto zilizopokelewa kuzifanyia kazi, maoni yao kuyafanyia kazi, kuwa daraja na kiungo kati yao na taasisi zingine, zingine zinazotoa huduma za kukuza biashara na uchumi. Sasa ukafika wasaa wa kumsikiliza mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenani Sawala akizungumza kuhusiana na umuhimu wa ulipaji wa kodi. Ndugu zangu Azma kuu ya dawati hili sio kukusanya kodi tu, bali ni kuwatambua wafanyabiashara, kuwasaidia kukua na kutatua changamoto zao mbalimbali zinazowakabili ili siku moja waweze kushirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania katika kuimarisha uchumi wa taifa letu. Aidha, dawati hili litakuwa pia na jukumu la kupokea maoni na mapendekezo mbalimbali ya wa wafanyabiashara ili kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na kwa sababu hiyo basi, uzinduzi wa dawati hili unaashiria hatua muhimu katika juhudi za serikali ya Tanzania za kukuza mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara, hasa wale wa sekta isiyo rasmi na kuhakikisha wanapata nafasi ya kuchung... kuchangia uchumi wa taifa letu kwa njia endelevu. Hivyo, nawasihi wadau wote wanaohusika katika utekelezaji wa dawati kama walivyotajwa na meneja wa mkoa, mshirikiane ili malengo ya serikali ya kuanzishwa kwa dawati hili yaweze kutimia. Kanali Sawala ampatana nafasi pia ya kuwakumbusha Watanzania kujitokeza siku ya Oktoba 29, 2025 kwa ajili ya kuwachagua viongozi wanaowahitaji kuanzia rais wa bunge na madiwani. Wafanyabiashara na wanamtwara wote, na wahasa kutumia haki yenu ya kikatiba siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu 2025 kwenda Kupiga kura. Kwa jina naitwa Mwajuma Nkoni ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania TWCC. Leo tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa dawati la uwezeshaji kupitia TRA. Kwanza hali ya yote, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani yeye ndio aliopelekea kuweza kufanikisha kwa haya yote ambayo tumeyaona kwenye uwanja huu. Kwa jina naitwa ndugu Ramadhani Saidi Ismaili. Ni mfanyabiashara wa chuno. Sisi tunacholia kama tulizungumza mwenyekiti wetu wa machinga kwamba unaweza kaomba mikopo, lakini pia hiyo mikopo ikachelewa. Mfano, unaweza kaomba mikopo labda mwezi wa nane, unatarajia angalau mwezi wa kumi upate. Mwezi wa kumi ndio muda ambao kidogo utakuwa biashara unaifanya kwa uzuri, lakini mwisho wa siku mwezi wa kumi upate, mpaka unakuja kupata mkopo mwezi wa pili, tayari umeshapotea na marengo, maana mwisho wa siku unakuta ile hela umeipata, lakini inakuwa kama ni adhabu ukitaka kufanya kazi kwa, u, kwa ufanisi, mwisho wa siku kazi haifanyiki, alafu mwisho wa siku anatengeneza deni ambalo halijipiki. Takari Mtinginya ni mjumbe wa machinga mkoa wa Mtwara. Tupewe mikopo kwa wakati ili tuondokane na adha ile ya kausha damu, sababu wa machinga tunateseka sana kwenye kausha damu, maelengo yetu hayafikii na mtazamaji wa Faida Online TV, kazi ililonipeleka kwenye viunga vya mamlaka ya mapato Tanzania TRA katika mkoa wa Mtwara na itamatisha kama hivi. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Asante na kwaheri.